Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo: Je, yeah, ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa zahanati iliyoboreshwa ya Mangio iliyopo kata ya Mwaniko wilayani Mwanga. Mheshimiwa speaker, Spika, zahanati ya Mangio ilianzishwa kwa nguvu za wananchi mwaka elfu mbili na kumi na baadaye kuendelea kukamilishwa kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, serikali kuu na mfuko wa jimbo ambapo jumla shilingi milioni sabini na nne zimetolewa kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hiyo ambayo kwa sasa iko asilimia 85 ya ujenzi. Mheshimiwa naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 halmashauri ya wilaya ya Mwanga imetenga shilingi milioni ishirini kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Mangio. Asante. Mheshimiwa Tadayo. Mheshimiwa naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali na ahadi hiyo ya kutengwa fedha za halmashauri, Mheshimiwa Spika, naomba tu niulize swali moja kwa kuwa halmashauri ya mwanga ni moja kati ya halmashauri zenye changamoto kubwa sana ya mapato, je, serikali haioni umuhimu wa kutoa upendeleo kwa zahanati hii ambayo imekuwa ime, ime, ime bila kukamilika kwa muda mrefu sana kiasi ambacho inaanza kuharibika sasa? Asante waziri. Asante sana Mheshimiwa naibu Spika, ninafahamu na Mheshimiwa mbunge ametolea hoja kuhusu zahanati ya Mangio mara kadhaa na imechukua muda mrefu kukamilika tangu mwaka elfu mbili na kumi mpaka sasa, lakini nimhakikishie tu kwamba kwa sababu tayari serikali kuu ilishapeleka fedha lakini na yeye mwenyewe kupitia mfuko wa jimbo jumla milioni sabini na nne na tayari halmashauri mwaka ujao wa fedha ishirini na tano ishirini na sita imetenga milioni ishirini. Tunauhakika kwamba katika mwaka huu wa fedha mapema zahanati hiyo itakamilishwa na wananchi wataanza kupata huduma zilizokamilika katika ngazi ya zahanati. Asante.